kwa jina la Kisanga iliyopo mtaa wa Nguzo hii ni kata ya Mazimbu manispaa ya Morogoro. Huyu marehemu alibainika kuwa amekufa baada ya michirizi ya damu na maji kutokeza nje ya mlango wa chumba namba mia moja na sita alichokuwa amepanga tangu siku ya jana 26 Januari kauk baada ya kuvunjwa kwa mlango uliofungwa kwa minajili ya uchunguzi kwa ndani, ilibainika kuwa amekufa akiwa na jeraha la kujikata koromeo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 hiwo ni rahisi kuweza kutambua kwa baini na kurahisisha uh, kutambulika kwa mwili wa marehemu. Asanteni.